Leo tutaangalia jambo muhimu sana ambalo shule hazitufundishi lakini litabadilisha maisha yako kabisa. Umeshawahi kujiuliza nimeumbwa kufanya nini, au kwa nini ninafanya kazi ambayo sipendi? Leo nitakuonyesha jinsi ya kugundua kusudi lako halisi la maisha na jinsi unavyoweza kuishi kwa furaha na mafanikio makubwa ukiwa ndani ya kusudi lako. Usisahau kubonyeza subscribe na like na kitazama video hii mpaka mwisho kwa sababu kila kipande cha elimu unachopata hapa kinaweza kubadilisha maisha yako. Mambo manne muhimu jinsi ya kugundua kusudi la maisha yako. Kati ya maswali makubwa sana ambayo watu wengi wamekuwa wanajiuliza ni swali la nimeumbwa kufanya nini? Ukweli ni kuwa hakuna namna unaweza kufurahia maisha bila kuwa unaishi katika lile kusudi lako halisi la wewe kuja duniani. Kwa upande mwingine huwa ni vigumu sana kwa mtu kufanikiwa kama haishi katika kusudi lake. Umesha kujiuliza kwa nini samaki akitoka nje ya maji anakufa? Ni kwa sababu kusudi lake linamtaka aishi kwenye maji. Hakuna haja ya kumfundisha samaki kuogelea, mara anapozaliwa anajikuta tu, uwezo wa kuogelea uko ndani yake. Pamoja na nguvu zote alizonazo, papa ukimtoa nje ya maji hawezi kufanya lolote. Ndivyo ilivyo, unapoishi nje ya kusudi uliloulizwa Unajikuta unashindwa kila unachojaribu kuishi. Nje ya kusudi lako ni kujitengenezea mazingira ya kushindwa. Zifuatazo ni mojawapo ya dalili ambazo ukiwa nazo basi ujue upo nje ya kusudi lako. Moja, utatumia nguvu kubwa sana kufanikiwa katika unachofanya. Ni kama vile simba akiamua kuogelea, anaweza kujitahidi, lakini atatumia nguvu kubwa sana na atafanya kwa shida, kwa sababu hakuumbwa kwa ajili hiyo Watu ambao wako katika maeneo ambayo hawakuzaliwa kufanya wanachofanya, utakuta nguvu anayotumia na matokeo wanayopata havifanani. Hebu chunguza maisha yako leo, linganisha nguvu unayotumia na matokeo unayoyakata, linganisha muda unaotumia na matokeo unayoyapata. Je, vinafanana ama ndivyo simba anajaribu kuogelea? Kumbuka kuwa watu wengi hawafeli kwa sababu hawana vipaji ama uwezo. La hasha! watu wengi wanafeli kwa sababu wanafanya mambo katika sehemu ambazo hawajaumbwa kuwepo. Kama vile ambavyo samaki ameumbwa uwezo wa kuogelea ndani ya maji, nawe pia kuna uwezo wa kipekee ambao umeumbwa ili ufanikishe katika eneo lako. Mbili, utakuwa ni mtu wa kuanza na kuishia njiani. Kifupi ni kuwa kama unafanya kitu ambacho sio sehemu ya kile uliletwa duniani kukifanya, hutakuwa na nguvu ya kukifanya kwa muda mrefu. Kwa sababu hiyo utakuwa ni mtu wa kuanza kufanya vitu na kuishia njiani, na hakuna siku utafanikiwa kwa asilimia mia. Kwa sababu hiyo utajikuta ni mtu wa kuanza upya kila wakati. Jichunguze, wewe ni mtu wa kuanza upya kila wakati? Hii ni dalili kuwa bado hujajua kusudi lako halisi. Tatu, utakosa hamasa. Mtu aliye kwenye kusudi lake huwa ni mtu mwenye hamasa ya kufanya kitu alichokusudia bila kukata tamaa. Mara nyingi ili kufanikisha malengo yako utakutana na mambo na nyakati za kukatisha tamaa maishani. Kitu pekee kitakachokufanya ufanikiwe ni ule uhakika kuwa unachofanya ni kitu ulichoumbwa kufanya. Kuna watu wako makazini leo, lakini ukiangalia wanavyofanya kazi utagundua kuwa hawana hamasa kabisa. Kuna watu wameanzisha biashara zao, lakini hawana hamasa kabisa na wanachofanya, matokeo yake wanakuwa wa kawaida sana, hawafanikiwi. Je, unahamasa na jambo unalofanya? Nne. Kama ungepata njia nyingine ya kupata pesa usingeendelea kufanya unachofanya leo? Kiufupi ni kuwa unafanya unachofanya si kwa sababu unakipenda, bali kwa sababu ndo chanzo cha pesa kwako. Kama katika mawazo yako kuna kitu kingine unatamani kufanya zaidi ya kile unachofanya leo, maana yake ni kuwa bado huishi ndoto yako. Kitu kikubwa nilichojifunza katika maisha yangu ni kuwa kadiri unavyoligundua kusudi lako mapema Ndivyo unavyoweza pia kufanikisha kwa haraka, na pia hutaweza kuwa na furaha ya kudumu bila kuishi ukifanya kile ulichoumbwa kufanya. Lakini ni muhimu kujua kuwa hakuna kuchelewa katika kuligundua kusudi lako. Bila kujali umri ulionao, unaweza kuamua leo kufanya juhudi kuvumbua kusudi lako. Mafanikio yako yamefichwa katika uwezo wako wa kuligundua na kuliishi kusudi la maisha yako. Kumbuka kuwa hakuna mtu ambaye ameumbwa bila kusudi lolote. Kumbuka kuwa hakuna mtu ambaye kusudi lake ni dogo. Kila mtu ana nafasi ya kufika juu ya kilele. Kama vile ambavyo ndege haziwezi kugongana angani, kila moja ina fursa ya kupaa juu sana, ndivyo ilivyo kwa wanadamu, kila mmoja ana fursa ya kupaa juu kileleni. Njia mbili za kutambua kusudi la maisha yako. Je, Hivi unajua kwamba kuna njia mbalimbali mbali za kutambua kusudi la maisha yako ukiachana na hilo ambalo unafanya sasa? Sasa zifuatazo ndo njia kuu ambazo unaweza kuzitumia ili kugundua kusudi la maisha yako na kubadilika pamoja na kuwa na maisha mazuri. Kabla hatujaanza kuzungumzia njia hizo, ngoja nikupe kisa kimoja. Utanielewa vizuri sana kwenye hizo njia kama utasikiliza kwa makini. Siku moja Wakati Tiger Woods anaojiwa, mtangazaji akamwambia, "Inaonekana kuwa unaipenda golf sana." Tiger Woods akamjibu, "Not only I like golf but I am golf." Akimaanisha kuwa si tu unaipenda golf bali pia mimi mwenyewe ni golf. Watu wote waliofanikiwa huwa wanapenda kwa dhati mambo wanayoyafanya. Na ni ngumu sana kufanikiwa katika jambo unalolichukia. Swali la msingi ambalo ningependa tujiulize leo ni nitajuaje, kuwa hili ninalofanya ni kusudi langu? Hili ni swali muhimu ambalo wengi huwa hawataki kujiuliza, kwani ni kati ya maswali magumu ambayo si rahisi kupata majibu yake. Leo ningependa nianze na njia kuu mbili muhimu za kukusaidia. Njia ya kwanza, jambo linalogusa moyo wako kupita mambo yote. Nakumbuka kisa cha Dr. Clyde MD kijana ambaye alifanikiwa sana katika fani yake ya udaktari. Alipokuwa mtoto, hakupenda kuwa daktari, alipenda kuwa mwanamuziki. Lakini kwa sababu baba yake alitamani sana kuwa daktari na akashindwa, akataka ndoto hiyo aitimizi mtoto wake. Ni kweli Dr. Clyde alikuwa daktari maarufu sana, alisifika. Na siku moja taasisi ya madaktari ikaandaa tuzo na kumtunuku kwa mafanikio yake. Alipoitwa jina lake jukwani, kila mtu alisimama kwa shangwe na heshima kwake, na alipigiwa makofi mara baada ya kukabidhiwa zawadi yake alitakiwa kuzungumza maneno machache, lakini alipoanza tu sentensi ya kwanza alianza kutoa machozi na akashindwa kuendelea. Watu walijua kuwa amejawa na furaha na akashindwa kuongea, akakaa kimya. Tangu wakati huo hadi walipoingia kwenye gari, baba yake alipomuuliza kwa nini alishindwa kuongea, ndipo akaanza kusema, baba, kuwa daktari haikuwa ndoto yangu, ilikuwa ndoto yako. Ingawa kila mtu ananisifia, lakini sisikii kuridhika ndani ya moyo wangu nasikia kuusaliti moyo wangu. Miaka hii yote nimeishi maisha yako, sijasai kuishi maisha yangu. Naomba uniachie baba, nianze kuishi maisha yangu mimi. Nataka kuwa mwanamuziki na sio daktari, na hilo ndilo jambo itakalonipa furaha ya kudumu maishani. Njia ya pili, chunguza uwezo wako. Nilipokuwa mdogo mama yangu alipata tenda ya kuwafundisha Kiswahili wazungu wa misionari nyungani kwao, na alikuwa akinichukua nifuatane naye kila wakati. Tulipofika kulikuwa na watoto wawili wadogo ambao walikuwa wanamwagiwa vifaa mbalimbali vya plastiki na kuanza kuumba maumbo mbalimbali mbali, kama vile nyumba, ndege, magari, vitanda vya hospitali. Mama yangu alipouliza kusudi la ule mchezo, wale wa misionari wakasema kwa kuangania uwezo wa kila mtoto anaweza kuunganisha vitu gani, huwa tunaweza kujua tuanze kumwelekeza katika masomo gani yatakayoendana na kipaji chake. Na ukweli ni kuwa hata ukiwapa vifaa vingi kila wakati kila mmoja ataunganisha aina fulani ya vifaa. Kila kitu kilichoumbwa kimeumbwa ili kukamilisha kusudi lililofanya kiumbwe. Ndege ameumbwa kama kiumbe cha kuruka juu. Ukiangalia umbo lake na wepesi wa mifupa yake, ni ushahidi tosha wa kusudi lake. Ukiangalia kisu, kimetengenezwa kukata, ndio maana hakina umbo la kikombe. Nawe pia kabla hujaumbwa, tayari ulikusudiwa kufanya kitu fulani maishani. Ni vema ukajiangalia ni uwezo gani ambao umewekewa. Unaweza kuwa ni mwelekeo pointer, kwenye kusudi lako. Kazi kubwa ya uwezo unaopewa ni kurahisisha kutekeleza lile kusudi ulilonalo. Mara nyingi mambo unayoyapenda, utakuta umewekewa uwezo ndani yako wa kuyatekeleza kwa ufanisi zaidi. Ni hatari sana kujaribu kuishi maisha yako yote katika mambo ambayo hujapewa uwezo wa kipekee kuyafanya. Unaweza kufanikiwa ila itakuwa kwa shida sana na hata ukifanikiwa hutakuwa na furaha ya kudumu. Jaribu kuorodhesha ni uwezo gani na vipawa gani ambavyo unaona kipeke, ni vya kipekee maishani mwako. Je, vipawa hivyo vinakuelekeza katika kufanya mambo gani? Kila uwezo unaopewa upo hapo ili kukurahisishia kutimiza makusudi fulani ya maisha yako. Jikague na ujiulize, hivi nina uwezo gani wa kipekee? Chukua kipande cha karatasi na andika ni vema ufanye maamuzi kuanzia leo kuishi katika kile ulicholetwa duniani kukifanya. Hebu kumbuka, maisha ni safari. Lakini si safari yoyote, ni safari ya kugundua wewe ni nani na uliumbwa kufanya nini. Dunia hii haikuhitaji uwe mtu mwingine, bali iwe shahidi wa kile ambacho Mungu aliweka ndani yako. Ukikaa nje ya kusudi lako, utahangaika, utachoka na hutaona matunda ya kweli. Lakini mara tu utakapoanza kuishi ndani ya kusudi lako utaanza kung'aa bila kujitahidi, kama nyota yenye nuru yake asilia. Usikubali maisha ya kupite ukiishi ndoto za wengine kama Dr. Clyde. Leo ni siku yako ya kusema nataka kuishi maisha yangu halisi, sio kivili cha wengine. Kumbuka, hakuna kuchelewa kugundua kusudi lako. Iwe una miaka 20, 40 au 60, bado unaweza kuanza sasa Jiulize tena, nimeumbwa kufanya nini? Na unapopata jibu, usiogope kuchukua hatua, kwa sababu mafanikio makubwa, furaha ya kweli na amani ya moyo vipo ndani ya kusudi lako. Amka leo, anza safari ya kuwa wewe halisi. Na kama ujumbe huu umekugusa, usisahau kusubscribe, kushare na kuandika hapo chini kwenye comment, naanza safari yangu ya kusudi, maana kesho yako mpya inaanza sasa.